Bwana Yesu asifiwe tena na kusalimu katika jina la Bwana wa majeshi. Aa, majina yangu ni yale yale Mwinjilisti Yusufu Stanley Masinga. Nipo hapa kukuletea tena mwendelezo wa lile somo letu ambalo tulikwisha anza kujifunza katika utangulizi kwa habari ya sala ya Bwana kama silaha ya maombi kwa Mkristo. Oyo, kwa hiyo nilikuahidi kwamba tutaendelea kuichambua sala hii kipengele kimoja baada ya kingine ili tuendelee kujifunza zaidi kuhusiana na sala ya Bwana. Sasa leo tutajifunza uh, umuhimu wa kumtukuza Mungu kabla ya kupeleka haja zako mbele za Mungu. Yaani, tuliposema baba yetu liye mbinguni jina lako litukuzwe, maanake maneno haya ni maneno ya kumtukuza Mungu ambayo yanaombwa mwanzoni mwa sala kabla ya kupeleka maneno mengine mbele kwa hiyo, tutajifunza leo faida au umuhimu wa kumtukuza Mungu kabla ya kupeleka haja zako zingine mbele. Kwa hiyo twende pamoja, naamini utakwenda kujifunza kitu kikubwa na kizuri ambacho kitajenga maisha yako ya maombi, kitajenga misingi yako na kitakusogeza hatua moja katika kumtukuza Mungu na kumwomba Mungu katika viwango vya usaidizi. Sasa <coughs> tutakwenda kujifunza umuhimu. Maana tuliposema baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, manake nini? Hapa tumemwambia Mungu aliye mbinguni, maneno haya yametambua nafasi, yametambua cheo, yametambua mamlaka, yametambua uwezo. Manake sote tunajua kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye mamlaka yote, mwenye uwezo wote Eh, Mungu wetu aliye mbinguni sio Mungu mwingine aliyo baharini au aliyo wapi? Ndio maana ndomana sala hii inasema baba yetu uliye mbinguni. Tunajua Mungu aliye mbinguni ni mmoja tu Haleluya. Kwa kwa hiyo manake nini unaposema baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe, manake umetambua uwezo, mamlaka na thamani alionao Mungu aliyepo juu.